Niambie, mpaka sasa hivi unalionaje somo ambalo mlikuwa mkifundishwa hili somo? Mmefundishwa, kwanza nilikosa kuelewa kitu, lakini mpaka hivi sasa nimeshaelewa. Ushawahi kuziona hizo mashine tangu uzaliwe? Hizo mashine nimeshaziona siku moja tu, lakini kwa mbali, kwa mbali, sikuzielewa na niko sijui wanatumiaje, uh -huh. Inafunguliwaje? Leo umefika vipi unaonaje? Leo nimeziona karibu, nimejua jinsi ya kuzitumia uh -huh. Nimejua jinsi ya kushanganya mchanga uh -huh. Jinsi ya kuweka uh -huh. Na kufyatua tofali. Kwa sasa hivi ukipewa udongo unajua kufyatua? Yani kwa sasa hivi bila shida. Tatizo, tatizo lako sasa hivi ni nini? kuchanganya udongo umeshajua? ah, tatizo lipo kwenye udongo. Ukata udongo naweza, ila jinsi ya kuchanganya, inawezekana ni cost kidogo. Lakini kuchukua udongo mpaka kuweka hapo na kufyatua unaweza? Naweza. Na kutoa tofali kupeleka? Naweza. Nini kigumu kati ya vitu vyote hivi katika somo la leo? Kitu gani kigumu umekiona, ambacho kitakupa shida kidogo, utahitaji siku kadhaa kujua labda jinsi ya kupima udongo, kuhakikisha kuwa huu udongo hauna rutuba. Okay. mm. Lakini vitu vingine vyote, vitu vingine vyote nimeelewa kwa siku ya leo. Uh -huh. Somo la leo uh -huh. nimeliona zuri na nimeridhika nalo. Oh. Somo la leo ni zuri na nimeridhika nalo, kufatana na mafunzo yenyewe na kuelekezwa kwao. Ulishawahi kuziona mashine kama hizi kabla? Mashine hizi niliwahi kuziona, ila sikujua zinafanya kazi gani. Ulikuwa <laughs> unaziangalia? E, nilikuwa naziangalia tu, kwa sababu sikujua kwamba zinafanya kazi gani, ila nilikuwa nakuta zimepakiwa kama hivi na mm, mi napita tu, kwa sababu sikuwa na uelewa kwamba na uwezo wa kuuliza hii mashine inafanya kazi gani au hiki kitu kinafanya kazi gani. Kwa hiyo leo umeelewa vizuri? Ndio, leo nimeelewa, na na uwezo wa kuitumia vizuri kabisa bila tatizo. Kati kitu gani kigumu ambacho mpaka sasa hivi unatamani bado upate kujifunza zaidi katika zoezi zima la kufyatua matofali? Kwa mimi, kwa leo hmm. zoezi ambalo ni gumu kwangu ni labda la kuchanganya tu mchanga na simenti, lakini kupima mchanga na simenti nafahamu. Kwa nini kwa mtu ambaye hajui kabisa, hemu elekeze hatua ya kwanza ni nini? Hatua ya kwanza. Mm. Kwa natakiwa pawe na udongo ambao ni maalum. Yaani unaweza kawa kama vile udongo nata kidogo. Uh -huh. Na pia katika ule udongo inatakiwa upime ndoo kumi na mbili za udongo. Baada ya hapo, napima ndoo moja ya simenti. Baada ya hapo, nauchanganya. Baada ya hapo, nachukua maji na kwa nanyunyiza, si ya kumwaga, yaani nanyunyiza kama vile namwagilia bustani ile. Yale maji inatakiwa isizidi sana, na baada ya hapo inatakiwa niukamate ule udongo ili nikiutupa chini usisambae sana, na baada ya hapo na uwezo wa kubeba ule udongo kutoka pale chini kuja kuweka kwenye mashine nikapata tofali okay. Utakapokuwa umekomaa unadhani unaweza ukafyatua tofali ngapi kwa siku peke yako kwa mfano? Na uwezo wa kufyatua tofali zaidi ya mia tatu. Uh, kwa kifupi kwa mtazamo ambao nilikuwa nikifikiria na kuitazama nilikuwa naona ni kazi ngumu sana ambayo itaniwia ugumu sana katika kuelewa, lakini baada ya uh, walimu kuwa wamefika mahali hapa, wakatoa maelekezo mm -hmm. jinsi ya kwanza kutambua udongo kwamba udongo huu unafaa kwa ajili ya hii kazi au haufai kwa ajili ya hii kazi. Baada ya kutoa hilo zoezi ya, ya kuutambua udongo, nikawa tumeshaelewa tayari jinsi ya kuutambua udongo. Baada ya kuhama pale, tukawa tumehama kwenye sehemu ya kuchanganya sasa udongo, kuchanganya ambao am, udongo unachanganywa na nini? Udongo ukishaupata, ukishaupata ule udongo, u, udongo u, ukisha upata, ukisha upata ule dongo, kwanza unautafuta ule udongo kama unafaa hmm, au haufai. Ukishaupata ule kama unafaa, basi unachukua kipimo kinacho endana na na na nani na simenti ambayo unayotaka kuweka kwa mfano kama u, u, u, ukiweka ndoo kumi na mbili za lita kumi za udongo e za eh, udongo. Kwa hiyo inakupasa uweke nani kisado kimoja hicho cha lita kumi cha simenti, uchanganya na ule udongo. Kwa hiyo kisha uchanganya, kwa hiyo ndoo kumi na mbili za udongo e, ule kwa mfano mwekundu e. Alafu ndoo moja yake saruji, yeah, yeah, ya, Ha, uh -huh. e, yani hiyo alitolea tu maximum kwamba lazima uwe na lesho hapo, lakini kama unakuwa hauna udongo kiasi hicho unaweza ukawa na labda na udongo vijiko kumi uh -huh. na mbili au kumi na saruji kijiko kimoja, kina kijiko kimoja, mfano wake kwa hiyo e, e, okay. e, baada ya, ya zoezi la kuchanganya na nini kwa hiyo ukishachanganya, ukishachanganyikana vizuri, kwa sababu inatakiwa uchanganye jinsi uwezavyo, ila mpaka uhakikishi ume mchanganyikana kishachanganyikana ndipo unaruhusiwa una sasa ku, ku, ku, ku, kuweka kuulanisha ku, maji kwa, kwa kiwango ambacho kinachostahili yani maji yani yasizidi ya katika ule udongo, kwa sababu ukizidi, unaweza ukapata athari ya ile tofali isiwe bora. Antidius. Naam. chekeche ambalo tunaliona kwenye mm. Mimi nimeona chekeche yeah. Chekeche kwanza kazi yake ni nini? kuchuja udongo kwenye saizi kubwa na saizi ndogo. Kwa hata udongo mwekundu pia unachekechwa. Eh, hivyo hivyo unachekechwa. Kwa mfano, udongo ukiwa mbichi, kwa sababu si unachimbwa chini. Naam. Unafanyaje? eh, kwa, kwa udongo ukiwa mbichi unatafuta sehemu unasafisha, unauweka mpaka ambapo utakauka, una unakuja unaupigapiga ili kupata udongo wenye usawa. Ndio. uh-huh. Unaingiza kwenye chekeche unachekecha. Okay. eh. Haya, kipi kimekuwa kigumu kwako kwenye zoezi zilma darasa hili la leo, ambalo ndio darasa la kwanza kabisa kusema, katika hizi mashini? hmm. katika kufyatua kabisa matofali ni kila kitu, matofali? kwa upande wangu mimi hamna zoezi gumu. mm -hmm. ha. kwa yote kwangu yako fresh tu na yako poa. kwa hiyo umeshaanza kujua udongo upi unaofaa? yeah. na mchanganyo wake ukoje? yeah. Wewe umepata nafasi ya kufyatua wewe mwenyewe ndio hapa kwenye mashine nini kinahitajika hasa? Hapa kinahitajika kama oili uh -huh. Ili kulainisha mashine isiwe na mkazo fulani, mkazo fulani eh, eh. Na kingine hiyo, hiyo, hicho, hicho kifuniko cha juu hicho uh -huh. Unatakiwa, unaki, unatakiwa utumie wewe nguvu kukipiga ama ni kitu gani kinakaa hapa? Uh, kwa kifuniko cha juu uh -huh. Ina maana unapokisukuma chenyewe uzito wake kinaenda kinakandamiza. Pia ni miongoni mwa wana kijiji wadogo sana. Ndio, hebu niambie kuhusu zoezi la leo, umelionaje zoezi la leo? Kwanza nimelipenda kabisa uh -huh. So, ni, ni yani nimefurahi tu, kazi kazi niliyoifanya ni nzuri, nimeelewa vizuri sana uh -huh. Yaani nimeona hivi tuk... hiki chombo hiki ni mara ya kwanza mimi kukitumia, mara ya kwanza uh -huh. na kukiona tukikifanya kazi ni kama mara ya kwanza. Ndio oh, kwa hiyo kwa kwa sielewi programu zake We, yani kitu ambacho hasa kinaweza kikanipa shida katika chombo hiki ni kugundua udongo, yani kwamba udongo gani unaohitaji uh-huh. Lakini unadhani baada ya muda utakuja ku, kuelewa zaidi kwamba kila ukiona udongo utasema huu ni wa matofali yani. Na ninaamini kabisa utakuja kuelewa, umesha we, wenziwa wanasema kuchanganya udongo wanaweza. We, vipi unaweza kuchanganya udongo? Naweza, na nimechanganya pale. We mwenyewe ndio nimechanganya? okay. Charles, yeah. Na we tuambie, vipi somo la leo? Somo la leo nimeliona ni mzuri, lakini mi kwa upande wangu mm. gumu tu kutambua kwamba udongo unaofaa na usiofaa, yaani mlongo mzima nini. okay. ah. E, lakini kwa mambo mengine hapa mi nimeelewa sana. Umeelewa sana <laughs> hebu, tukitokea mwao tutumie fujo, sawa? Maana kibinadamu, binadamu anaweza sana kutumia fujo antijus na, na na na na Alfred mashine hii mlivyoiona nikichukua mchanga wangu wa kawaida sawa? hmm. na simenti ile ya kawaida nikataka kupiga kama yale matofali ya kawaida ambayo tumeyazoea, hmm. inawezekana. Uh, kwa hii inawezekana, kama kungekuwa na kibao kibao, kungekuwa na kibao pale, ah, eh. okay. eh, nichowezekana kupiga tofali za kawaida. kwamba lile tofali unabeba kwa kutumia kibao. Kwa kutumia kwani kibao. Alfred tofali unalibebaje? Tofali tofali hili halina kibao. halina kibao na katika kulibeba kwake, yani unahakikisha tofali lako unaliweka hapa kwenye kiganja e, yani haushiki chini. uh -uh. ukilishika chini lazima utaliathiri kwa kiasi fulani, kwa hiyo uh -huh. ili usiliathiri, inatakiwa unalishika namna hii uh -huh. unalibeba ukiwa umelifanya namna hii unakwenda sehemu yako ulio... haulipeleki hivi uh -uh. ukishalishika hivi, unaweka hivi kwa usalama zaidi, kwa sababu ukilibeba hivi uenda labda ule mtikisiko. Lazima ulibebe hivi kwa usalama zaidi. Kuna matofali ambayo yamevunjika wakati kubeba zile, wakati mnajifunza? yeah, yeah, <todilio> ya, ya, <todilio> kama mawili matatu. Swali okay. so, la mwisho yeah. mnasema kwa kuwa hakuna kibao hmm. sindio? hmm lakini mchanganyiko ule wa mchang okay. Mchanganyiko kinachosababisha hili uweze kubeba bila ya kibao wakati, hmm. Leo mmefanya mazoezi bila ya saruji, hmm. si ndio, hmm. si ndio na saruji, hmm. Ndio, tunajua kwamba ina uwezo wa kukaza kile kitu. Kinachosababisha hili muweze kulibeba bila kibao wakati lile, hmm. lina saruji, huwezi kubeba bila kibao, ni nini? Nataka nione kama mmeelewa hili somo, kwa sababu hii inabegwa bila ya kibao kwa sababu udongo unakuwa na mfinyanzi. Ah. oh, okay. so, unapochukua ile nani nani, ule udongo unaweka, unatengeneza tofali ule, ule udongo unashikamana lenyewe. unashikamana wenyewe okay. so, unapoinua unatoka wenyewe kama lenyewe tofali afu, pale pale, yani katika uwekaji wako wa maji maji, mm. yasizidi, okay. e, maji yakizidi ya, kwa hiyo hauwezi ukapata kitu nacho To tired, like, hmm, eh, lazima ukipate kitu ambacho ni tofauti sana. Kwa hiyo kumbe kwenye, kwenye sa, saruji inachelewa ku, saruji ungeweza kubeba hapo hapo lilivyo kama itakaa baada ya muda fulani, ndio unaweza kulinyanyua bila, bila kuwa na kibao, kama ungetumia mchanga na saruji wa kawaida, kawaida, Haiwezekani. Haiwezekani. Haiwezekani. Nikukumbushe, okay, ni tu kwamba mwanzoni kabisa wakati tunapanga mipango ya, ya, ya kijiji hiki na, na jambo hili lote tulikuwa tumepanga kununua mashine za hydroform, mashine za hydroform ni mashine zinazotengenezwa Afrika ya Kusini. Nafikiri wengi wamekuwa wakizisikiasikia, lakini bahati nzuri tukaja tukaambiwa, tuka kuhusiana na mashine ambazo zinatengenezwa hapa hapa Tanzania. Nafika mashine hizi moja ni laki nne na nusu. Sawa bwana. Kwa hiyo hapa tumepata mashine kumi kwa shilingi milioni nne na nusu, nne na nusu tungetakiwa iwe sijui zaidi ya mara ngapi tuweze kupata mashine moja ya yeah. Wataalamu wamemwambia kwamba hii ikitumiwa kikamilifu inafyatua matofali mangapi kwa siku, mkiwa mmeshajua kila kitu, tofali 250 hadi 400 kwa, wataalamu wenyewe walisema 250 hadi 400 mashine moja kwa kwa, kwa, kwa, mashine moja kwa watu watu watatu uh -huh. Kwa watu watatu wanafyatua wanafyatua hata tofali 1000 na, na na, na nafikiri sio ndio? Ah, nilikuwa najaribu kupima. yeah, yeah, yeah. yeah nafyatoa matofali mangapi, nitatafuta niweze kujua. Kwa hiyo hapa kwanza tumepata mashine nyingi sana, hiyo namba moja, ambazo kila mashine ikiweza kufyatoa tofali alfu moja kwa siku, tuna uwezo kupata tofali alfu kumi tukipata udongo vizuri, si ndio? Kwa hiyo namba moja tumepata uh, mashine nyingi, lakini namba mbili ni kwamba tumepata mashine ambayo imetengenezwa nyumbani Tanzania. Hii ndio njia moja nzuri sana ya kuweza kukuza kujikuza sisi wenyewe kwa sababu hizi mashine zinatengenezwa zime, zime designiwa Tanzania, zimebuniwa Tanzania na zimetengenezwa Tanzania. Tunaanza taratibu kuonyeshana kwamba sio kila kitu lazima kitoke nje, na hiyo ndio tabia ya kijiji hiki cha mfano ambacho tume tumeamua kwamba kutoka hapa kuelekea kwenye jiji la mfano tunataka hapa hapa tunatengeneza mashine zetu tu, hapa hapa tunatengeneza matofali, lakini tutakapohamia kwenye jiji letu, tutakapoanza kutengeneza viwanda vyetu, tunataka vijana hawa hawa mnaowaona. Hiki ni chuma jamani, si ndio? Hili ni bomba si ndio? Hivi vitu vyote vinapatikana. Kwa hiyo ni kiasi cha kupata tu vifaa vya kulainishia chuma hiki sawa bwana, hawa hmm, vijana uwezo wa kuchonga hivi vitu mashine hizi mashine za kukamua alizeti mashine za kukoboa zote, uwezo huo tunao. Kwa hiyo tunafurahi kuona kwamba badala ya kununua mashine kutoka nje ya Tanzania tumenunua mashine kutoka Tanzania, na tunajaribu kuwapa nguvu wa Tanzania wengine ambao wanatuangalia hivi sasa, vitu kama hivi msipapatikie vitu vya nje. Na ndio maana mazao yetu wenyewe, vifaa vyetu vyenyewe, tunashindwa sisi kuendelea, kwa sababu tunapenda sana kununua vitu vya nje.